Kama kawa, kama dawa, anaitwa Ali Upuju puju kuntunia kijimjimu mwandila E bwana, ni siku nyingine tena kuja kuweza kutoa elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji kama unavyoona, watu ni wengi wako hapa kwa ajili ya kuweza kuja kupata. Wengine wamekuja kusuluhisha changamoto zao, lakini kuna wengine ni kwa mara ya kwanza ndio hapo leo hii wamekuja kujiunga na mifuko yetu ya uwekezaji na UTT AMIS lengo yote, kwa yote ni kuweza kupata zile faida za uwekezaji katika mifuko na UTT AMIS, okay. Mambo Oh, Mzima? Mzima. Mbona mwoga sana? Apana. Naitwa <laughs> Ali Upuju, natokea UTT, unaitwa nani? Naitwa Mary. Mary, umetokea wapi? Natokea Kigamboni. Ah, Kigamboni. Karibu sana UTT. Asante sana. Ni kwa mara ya kwanza au ni mwekezaji wa muda mrefu? Sio muda mrefu sana, wala sio mara ya kwanza lakini na muda kidogo, miaka mm. miwili. Miaka mm. miwili? Mm. Umefungwa mfuko gani? Liquid. Ah, liquid. Okay. Ni nani ambayo katika kumbukumbu zako ambaye alikushawishi akakutia nguvu na elimu? Bwana nenda UTT ukawekeze na upate na elimu uko. Ni nani? Rafiki yangu. Anaitwa nani chonani, so, Robert. Robert. Okay. Shout sana Robert kwa kuweza kumpa elimu ambayo alikupa elimu kubwa sana. Sana sana. Sana. Mm. Na ukaikwaje? Okay, ukaielewa? Okay. Yeah, sana. Na, na toka ulipo. Okay. Na na toka ulipoanza kujiunga katika hii mifuko ya UTT na katika huo mfuko wa liquid, kuna faida yoyote ambayo unaiona mpaka leo hii? Faida ipo kubwa hmm, sana hmm, ambayo faida yenyewe nimejipanga inisaidie katika mambo kadhaa kadhaa. Okay. mimi ni mfanya biashara mdogo, bado najitafuta. kwa faida yangu ninayoiona nimejipanga ije inisaidie kwenye vitu uko mbele, malengo yangu ya mbele. Okay. Mm. faida huwa unaiona kabisa, inaongezeka, unaona yani, naiona kabisa faida, afu pia ni sehemu salama kwa, nimeshajaribu kuweka mara kwa mara na ninaipata kwa wakati ninaohitaji basi. Okay. Yeah. Leo uko hapa umekuja kufungua mfuko mwingine Hapana, leo nimekuja kutoa. Ah, okay. Ya, nimekuja kutoa. Kwa mpaka kesho kutwa tutakuwa tumemaliza. Manake katika wale ambao wawekezaji katika mfuko wa liquid wakirequest ndani ya siku tatu wanapata pesa zao. Yeah. Kwa hapa tuna shum leo kesho kutwa naipata. Unaipata pesa yako. Na ulishawahi kutoa wao ndo kwa mara kwanza? <laughs> Nimewahi kutoa. Hii ni mara ya tatu. Mara ya tatu. Yeah. Hakuna bambamba. Hakuna kabisa. Longo longo kwamba umeumbishwa? Hakuna. Nikihitaji naipata kwa wakati. Unaipata kwa wakati. Yeah. Okay. Na huwa unatoaga pesa yote au baadhi au unatoaga faida? Natoa faida na acha. Yeah. Nitoe yote, natoa faida na acha kwanza. Ah, kwa pesa yako unaiacha au unakuwa unatoa faida kwanza? Yeah. Okay. Nzuri sana. Sasa Mary, hebu uchukue fursa hii. Washauri baadhi ya baadhi ya marafiki zako ambao leo hii hawana imani na UTT na kuna wengine hawaijui UTT lakini kupitia kijiwe mchongo hapa wanaweza wakasema, why Mary yeye kajiunga. Hebu waelezee. Uh, ni kwa nini, nataka niwaelezee kwamba UTT is the best option ya wewe kuchagua kuja kufungua UTT account, kwa sababu ni taasisi ambayo ni ya kuiamini, pia haina mambo mengi, ni ya usalama zaidi. Kwa hiyo binafsi nawashauri vijana wenzangu wadogo bado ambao mnajitafuta kama mimi, mje mfungue UTT UTT AMIS uh, hautojutia kwa vyovyote vile, hutojutia pesa yako, utaiona faida utaipata, na utafanya malengo mengi na mambo mengi sana, atazidi kuendelea kupitia UTT AMIS. mimi ni mi mfano mzuri sana, UTT nimeshaona faida yake nyingi sana, bila hasara yoyote ile, mpaka leo hii bado naendelea kutumia, bado nipo na nitaendelea kuwepo. Natokea Masaki. Masaki, ni mfanya biashara wanafunzi mwanafunzi la anapopata hela yangu pale na pale, oh, no, uh, yeah, okay. Ongera sana. Asante sana. Uh, ni kwa mara ya kwanza ndio umekuja kujiunga na UTT au na muda mrefu kidogo? Nimejiunga muda mrefu kwenye simu ila nimekuja kujaza form. Yeah, okay. kwa ajili ya account zako uh, kwa ajili ya account umefungua fuko gani? Liquid. Liquid Liquid. When, yeah. Labda nikikuuliza dollars umesema, eh? Okay. Nikikuuliza unahisi wewe labda wewe kama ni wanafunzi wapo baadhi ya wanafunzi wenzio hawajui chochote kuhusiana na UTT, hawajui chochote kuhusiana na uwekezaji wa UTT. Leo hii mtu akija akikuuliza, Dallas, nilikuwa na UTT umeenda kuwekeza hela. Hivi yeah. ina faida gani hasa? Yaani kipi kilichokupeleka UTT? Wewe unaweza kumjibu nini? Mimi kama mimi kwanza imenisaidia kutunza pesa zangu. Okay, okay. Maana mimi ni mtu nikipata pesa napenda kutumia. Mm. Kwa hiyo baada ya kuweka pesa UTT imenisaidia tunza pesa hmm, zangu na pia napotunza zinakuwa pia kwa asilimia fulani tunazunguzia faida. Yeah. Interest, yeah. zinapata faida kwa hmm, asilimia fulani. Kwa hiyo hmm, hmm, kila ninavyozidi kuweka hela faida na faida inazidi kuongezeka muda unavyozidi kwenda. Okay. Okay. Ndio kabisa. Kwa hicho ndio ambacho ungependa kuweza kumwambia labda kama rafiki yako au na lili, labda tuwaongezee vile vile, uh, Bwana Dallas, uh, UTT AMIS ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, inajihusisha na masuala na ya uwekezaji au sio. Lakini vile vile kuna mifuko sita, nafikiri unafahamu umejiunga katika mfuko gani? Liquid. Liquid. Oso, vijana wengi ndio tunapenda kujiunga katika mfuko huu. Cha kwanza kabisa ni mfuko ambao ni mwepesi katika uwekaji wa pesa na uto, utoaji au sio. Lakini vile vile UTT ukiweka pesa yako unapata wastani wa faida ya asilimia kumi na mbili kila mwisho wa mwaka. Ndiyo, kila mwisho kwa maana yake sisi tukizungumzia kama kuna mtu ambaye leo hii ameweka hela yake, labda kama milioni moja mwisho wa mwaka atakuta milioni moja laki moja na ishirini. Maana yake ile laki moja na ishirini ndiyo sisi tunazungumzia interest yetu ambao huyu mtu atakuwa amefaidika, ambapo ile milioni moja mtu akiwa ameiweka nyumbani haiwezi kuzalisha. Umeelewa kama, maana yake... Ukifikiria, kama pesa ya bure, wanakushikilia pesa yako na ni kama pesa ya bure. Ukitaka kutoa, natumia siku tatu, nadhani unaweza kupata pesa yako. Ndio kabisa, kwa maana yake ukija UTT, maana yake kuna faida nyingi sana katika masuala mazima ya uwekezaji, lakini vilevile ni sehemu salama ukija ukiweka hela yako katika mifuko ya UTT unaweka pesa yako sehemu salama. E, bwana mimi nachoweza kuwaelekeza ni kwamba mkipata pesa kidogo, jaribuni kutia japo kwa elfu kumi, elfu ishirini mwisho wa siku inakuwa na kila baada ya mwaka inaongezeka kwa asilimia kumi na mbili kwa hiyo UTT ndio sehemu ya kuweka hela yako. Mambo. Goba. Ah, Goba. Karibu sana. Lakini hapo kabla tujenda kokote, Florence, unajua nyewe wakazi wa Goba, Mbezi Beach, sijui Kimara tumewasogezea unajua ofisi kule. Najua. Unajua? Eh. Ushai kwenda pale? Nimewahi kwenda, ndio. Umeshai kwenda? Iko jengo la PSSSF yeah, parking tower tumefungua pale kwa wakazi wa Goba. Lakini naamini wewe unaweza kutaona jambo lako kubwa huku. Ni kwa mara kwanza ndio umejiunga na UTT au uh, ni mwekezaji Uh, ni mwekezaji wa muda mrefu. Okay. Ya, lakini nilikuwa kwenye mishemishi zangu nyingine, so nimepita hapa kwa Square House. Square House. Yeah, yeah nikaona bora nipite kwa sababu kuna kuna amount nataka nitoe, kwa hiyo nikaona bora, okay. Nipite hapa ya. Okay. Ni mfuko gani? Liquid. Ah, liquid. Yeah. Kwa maana yake tayari ushajaza fomu? Nimeshajaza fomu tayari, nimesha baada ba ba nta, ya siku tatu nitapata hiyo amount ambayo nime request. Mm. Okay. Na ni kwa mara ya kwanza ndo na request na kutarajia hiyo pesa yako, au ni mara kwa mara huo na request katika huu mfuko wako wa liquid? Sio mara ya kwanza, kama mara nne sasa hivi nafanya hivyo okay. Yeah, okay, sawa. Turudi kidogo toka ulipoanza kujiunga na hii mifuko ya UTT ya uwekezaji mm, mpaka leo hii una takriban miaka mingapi? Kama, kama miaka minne sasa hivi. Wow, hongera. Asante. Kuna utofauti wowote ambao wa faida unaziona unasema yaani kama CUT kuweza kuja kujiunga katika hii mifuko na UTT? ya Yeah, faida naiona kwa sababu ukiweka ile UTT kwanza ni taasisi ambayo kwanza ni taasisi ya serikali. Okay. Alafu usalama wake ukikompare labda na sehemu nyingine, kwa mimi ninavyoona hapa mm. ni kuna usalama zaidi also, na pia unaweka hela yako lakini mwisho wa siku au toki na hela yako kama ilivyo inakuwa na faida ya yeah. So unavyoweka kwa muda mrefu, na faida yako pia inakuwa ni ya muda mrefu. Na pia huo mfuko wa liquid na upenda kwa sababu unaweza kutoa hela muda wote unaotaka ya yeah. Haina limitation kwamba labda baada ya mwaka ndio uweze kutoa hela au miaka miwili mitatu, hapana, muda wote unaotaka kutoa hela yako unatoa na, na, na, na, na kwenu ni peke yako tu umejiunga, au mumeo mtoto nani umewafungulia akaunti? Sio peke yangu, familia nzima tuna akaunti okay. yeah. Ongera sana hili, maana yake ni jambo ambalo kama la, la, la tunasema genetics, la kurithi. Ndio narithishana zaidi. Okay, unahisi leo hii kwa ambao mtu ambaye anaweza kama kutazama. Kwa nini watu wanajiunga na mifuko ya UTT hasa kwa ajili ya malengo gani hasa? Kama um, wewe malengo yako mbao wanasema no, acha nikafungue UTT kwa sababu kwanza mimi ni mfanyabiashara biashara, kwa hiyo mfanyabiashara biashara huwezi tu ukaweka hela yako ikakaa tu sehemu haizalishi ya kwa hiyo, unaangalia sehemu ambayo nikiweka hela yangu baada ya muda fulani nitapata faida. Um, kwa mimi na washauri ambao bado hawana akaunti UTT wafungue UTT kwa sababu kwanza unapata faida mwisho wa siku, pia hela yako inakuwa iko salama na kuna account, kuna account nyingi, sio lazima ufungue liquid kuna akaunti nyingi zaidi ambazo ukifika hapa kwanza unapewa elimu, unakuelimisha juu ya UTT faida zake, um, amount ambayo unaweza kuanza nayo, na sio hela nyingi. Kuna mifuko ambayo unaweza kuanza hata kwa 10000 kwa mwezi, ni kitu ambacho kinawezekana. Unaweza kujitahidi ndani ya mwezi ukawa umepata 10000 kwa UTT, na hiyo 10000 yako haikaa hivyo hivyo, mwezi unaofuata inakuwa imezaa na ile faida inaendelea kuzaa, kwa hiyo mpaka mwisho wa siku, usiku ukitaka kutoa hela yako unapata faida nzuri. Kwa hiyo mimi nawashauri ambao bado hawana akaunti UTT, wakaribia sana UTT waja wafungue akaunti na haswa, kama ni wafanyabiashara, waje wafungue akaunti zao UTT. ni sehemu salama na uhakika. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imenifikia Kijiwe mchongo na UTT AMIS imenifikia Kijiwe mchongo na UTT AMIS imenifikia Dar es Salaam hapa Nam hao, ni baadhi ya ndugu wawekezaji ambao leo hii wamekuja kutia nanga hapa katika ofisi za UTT AMIS headquarters posta jijini Dar es Salaam jengo la Sukari House. Yote kwa yote, wamekuja hapa. Kuna baadhi yao wamekuja uh, kuweza kupata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Walikuwa wanasikia tu uh, mifuko ya UTT UTT AMIS, lakini kupitia kijiwe mchongo iliweza uh, kuwapa elimu huko mitandaoni, lakini mwisho wa siku wamekuja hapa uh, kama unavyoona ndani, wameweza kupata elimu, lakini mwisho wa siku wameweza kufungua uh, mifuko yao, lakini kuna wengine ambao wamekuja kutoa pesa na kuna baadhi yao wamekuja kuweza kutatua zile changamoto zao. E bwana sisi tunazidi kutoa elimu kuhusiana na maswala ya uwekezaji. Tuko katika taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha ambayo inajihusisha na maswala ya uwekezaji, tunazungumzia UTT AMIS. Eh bwana, karibu sana na ustoke. Mimi naitwa Ali Upuju, nyuma ya kamera ni Cosmas Mtumbadest. Shukran za dhati ziende kwako. Eh bwana, tukutane next time bye bye.